Na mtazamaji wa Faida Online TV. Hapa ni kwenye kijiji na kata ya Mtimbwilimbwi ndani ya halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wakulima wa zao la korosho kwa kujua pengine wanakumbana na changamoto gani hasa inapofika msimu wa zao la korosho. Wanasema fedha ambayo wanaipata kupitia chama kikuu cha ushirika cha MAMCU ambacho kinahudumia Mtwara na Masasi ni tofauti na bei ambayo pengine hiyo hiyo kipeleka e, chama kikuu cha ushirika cha TANECU yani Tandahimba na Newala bei inakuwa ni juu. Tatizo ni nini? Mimi na wewe watu hatuwezi kujua. Tumezungumza nao wakielezea undani na hisia zao kutokana na kile ambacho wanakumbana nacho. Faida Online TV, watu wa Field, tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like, na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu hakika. Sisi ni watu wa Field. Tafadhali baki nasi. Kwa jina naitwa Jamali Naliogo ni mkazi wa kijiji cha Mtimbwilimbwi wakulima Mtimbwilimbwi, tuna changamoto moja ya zao la korosho. Korosho kwa msimu wa mwaka huu, kila gala zimepelekwa mashine za kupima unyevu. Tukipeleka kwenye gala kuu la Mamku tunaambiwa zile hazina ubora, lakini ile mashine ambazo tunazopima unyevu zimetoka huko kuMamku, na kile kiwango huwa kinasoma kuanzia 8.5 na kushuka chini huwa zinapokelewa, lakini ukipeleka kwenye gala kuu la Mamku pale huwa ni changamoto, lakini korosho hizo hizo ambazo tunazozitoa kwenye halmashauri ya Mji Nanyamba, tukipeleka kwenye halmashauri nyingine aidha ya Tandahimba zinaonekana zipo kwenye ubora na unyevu hamna, zinakuwa ziko, ziko vizuri. Kwa hiyo sina uhakika mashini za Tandahimba ziko tofauti na za Nanyamba huku au ndo mipango tu ya watu. E, swala la bei ni kweli, unaweza kukuta mnada mmoja aidha umeuza shilingi 2500 yani, kwa mfano sawa wakafanya makato makato yao lakini mwisho wa siku kitu kinachopatikana pale, yani hata ukiangalia makato yale ni tofauti na kiasi ulicho ulichopokea. Hata na sisi kwa kulalamikia hatukujui. Na kwa mfano mwaka huu mtu amepima aidha kilo 500 lakini utakuta katika malipo amelipwa kilo 450. Kilo 50 hizi zimepelekwa sehemu wanazojua wao wenyewe, wanakosema unyevu, lakini unyevu huo ndio uliopimwa kwenye mashine zao ambao wao wenyewe walileta korosho hizi hizi za Nanyamba tunauza bei ya chini, lakini korosho hizo za Nanyamba huko kapeleka Tandahimba zinauza kwa bei ya juu na zinakuwa zipo kwenye ubora. Kwa majina Issa Salum Kamkunje ni mkazi wa kijiji cha Njengwa, kata ya Njengwa, halmashauri ya mji Nanyamba. Utofauti upo na ucheleweshaji wa malipo upo. Unaweza kuuza kuanzia tarehe 15, tarehe 20 ukaanza kupokea hadi mwezi wa pili. Fikiria mtu wa lopi mwezi wa 11 hadi leo hajapokea hela, na huyo huyo analazimishwa mtoto apelekwe na na shule ampeleke mtoto shule, atampeleka kwa muda gani? Tena ukifikia shule umezidi kuchelewa, wiki moja, wiki mbili, umechachukua chako ushatalala mitini. Tatizo ni uongozi tu mbovu, na mikono ina kuepo mingi, walaji wengi. Tunaomba viongozi wa MAMCU watuangalie sisi wakulima wao, sisi ndio tunaofanya kazi ili wao wapate kula. Wakitumiza sisi, je, ile kazi ataifanya nani? Bado tunazidi sana kuumizwa. Mimi naitwa William Stefan Mwaya mkazi wa Mtimbwilimbwi. Mimi nimepima korosho tarehe kumi na nne ya mwezi kumi na moja mpaka sasa sijapata hela. Wanasema akaunti yangu kalani alikosea. Nilikuwa nafuatilia kwa mtendaji, matokeo yake juzi jana pale akaitwa sekretari, akamuuliza, bwana huyu hapa unajua ndio unajua kama nani, mwananchi mwenzangu akini kulima korosho akaunti yake, sema baadhi ya akaunti kalani alisahau kuandika vizuri. Mimi bado sijapata hela na watoto bibi wendi shule kilo 90.5 korosho. Na kadri unavotoka uwanda wa bahari, nannue yani, kadri unavosogea nchi kavu ubora wa korosho unaongezeka kwa hiyo hii haijaanza mwaka jana au mwaka juzi mimi niko chama kikuu cha MAMCU kutoka elfu mbili na nane hakuna mwaka korosho ya mtwara ikauzwa bei sawa na korosho ya masasi ya nanyumbu na na newala kwa hiyo naturally iko hivyo juhudi zinafanyika kila mwaka na kuna improvement zinatokea ni kama inatokea mkulima anakata, anakatwa kilo pasipo kushirikishwa, iko ni kinyume na utaratibu na kanuni zetu ambazo tumejiwekea kwa sababu, ndio linanifikia kwa mara ya kwanza, tutalifanyia kazi na tukilibaini kama kweli linafahamika, waliofanya hivyo vitendo tutawachukulia hatua za kisheria. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Kama ulivyosikia baadhi ya wakulima ambao tumezungumza nao leo kutokea hapa kwenye kijiji na kata ya Mtimbwilimbwi, halmashauri ya Mji Nanyamba mkoani Mtwara, wakielezea changamoto ambazo wanakutana nazo kwenye swala zima la zao la korosho na ushauri wao na kile ambacho kimejibiwa, mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.